wa barakatuh mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Ya Imani, kama nilivyokueleza, tutazungumza na vijana ambao kwamba waliohudhuria pamoja na viongozi hapa. Tunaye treasurer wa vijana, na tutafahamu jina lake halafu tufahamu pia ni mkazi wa wapi na mengi zaidi. Burumba Yes. Sa, changamoto gani hasa unayopata kama treasurer katika kikundi hiki? eh, changamoto ni vijana wajejiamini sana tunajaribu kujikaza, lakini wengi wao wako na udhaifu wa, wa mahela mm. isipokuwa ni vile tunasema tunajitolelea fi sabili la, sisi tuko hapa fi sabili la kwa ajili ya Allah na kusimamisha dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Sasa pengine wajue dini bila bila uwezo kwa maana pesa, je? mm. Vijana ni hapo. Je, pesa hizi pengine za kununua vifaa, pesa pengine za usafiri kwa vijana kuja hapa, mnapata vipi? Eh, alhamdulillah, tunashukuru tuna wadhamini kiasi, wanajaribu kutupiga support hapa na pale na mm. sisi wenyewe tukijaribu kutijimudu vile tunavyoweza hivi. Kwa sababu gani wakakupea cheo cha treasurer, mbona hawajapewa mtu mwingine? Eh, <laughs> ni, ni kadri tu ya uaminifu ile wameona eh, kutoka, kutoka kulingana na ile eh, tunavyokaa pamoja. Uh, mashallah, na vipi sasa vijana hawa naona idadi ni ndogo sana waliohudhuria hapa, vipi mm. kwa sababu gani idadi, pengine matangazo ya kuwatangazia vijana wengine hawajapata taarifa au ni vipi? Mnaitenda watu maalum? Hapana, idadi ndogo hii itubabaishi sisi, bora tumekunja tukafanya kazi, idadi haitatizi kitu chochote, bora madhumuni yetu inaendelea mbele. Mashallah, vipi. Lakini sasa mwezi mtukufu wa Ramadhani imeisha, pengine baada ya hapa, pengine kuna leo vijana uchovu. Eh, ala, kuna breakfast, kuna maji. Tunaye kijana mwingine hapa, tutafahamu jina lake na mengi zaidi. Shukran. Vipi vijana, wanaona ni wachache sana waliohudhuria hapa, kwa sababu gani? Vijana wanahudhuria matangazo yenu, pengine kualika vijana inakuwa haendi kwa wengine, ama ni vipi? La, tulitangazia vijana wote wa Eden Town ya Busia na tulazimishi vijana wote. Pengine matangazo haya mnawatangazia kwa njia gani, kwa matv, kwa maredio au kwa misikiti? Matangazo haya tunatangaza kila Friday kwa misikiti, kuna mkutano kila baada ya Ijumaa kila msikiti tumeweka, kila baada ya Ijumaa misikiti tofauti tofauti town hapa. Sasa hiyo ndio time tunatangazia hao. Na vipi unaona, kwa kama ni kwenye misikiti, mbona tuone maimamu wa misikiti na mashehe na maustadhi wa misikiti mbalimbali? Unaona ni vijana peke yenu ndio mko hapa, upande ya maimamu? Maimamu tulijaribu kuwahushisha, lakini wengi ni matapeli. Wengi ni matapeli. Ukimpigia simu ambaye imamu tunaomba kuja kwa msikiti yako siku ya leo, tuko na mkutano kama vijana, anakuambia la mi after Ijumaa na shughuli ya kufanya. Sasa chukui yetu ni ya maana <coughs> kwa sababu gani hasa maimam wanafanya haya mambo? Ni ukosefu wa ni uchumi pengine, hali ngumu za kimaisha, au ni tabia zao wenyewe? Hizo ni tabia zao wenyewe, sababu maimam, hakuna imam mwenye tunaweza sema ati uchumi ya kimaisha inamtatiza hakuna, hakuna imam yoyote wanahangaika katika Busia hii na pengine Busia hii mna misikiti mingapi? Busia tunaweza ongelea kwa town hapa misikiti kama kama saba mwenye tunaweza elewa within town. Tukisema Busia ni kubwa, tunasema town Chema ya busia. Yeah. Na vipi katika hizo misikiti, ni maimamu wote pengine ndio wako hivyo, au kuna baadhi ya maimamu wako sawa? hivi hapa nao siwezi sema sababu hakuna imamu mwenye shehe songa karibu yetu Afta kumuita tumwelezee tuko na hii changamoto ya hii na hii na hii. Ah, pengine kuna imamu pengine anautizama kupitia Zamyl Tv Nuru ya Imani, pengine angepata ujumbe wako au kumrekebisha katika yale unayofanya, pengine utamwambia jambo gani? Jambo langu la kuambia wa maimam wakue kusema kweli, kama juzi tumekuwa katika uwanja pale tukiswali, hidi maimamu alisimama mbele ya umati wa watu, wakaambia watu venye siji gavana ametunulia ardhi na wakasema kuna mkutano vijana na maimamu wakae chini waende waelekezwe penye ardhi iko ya kiislamu ya makaburi, but sasa kufuatilia hiyo siku tukatenga muda wetu, tukaacha shughuli zetu kufika pale, wanatuambia maimamu wana shughuli hawezi kuja mkutano hiyo. Sasa sisi upande wetu tunaona hiyo kulikuwa na science ya utapeli ndani yake, na watake kutuweka uwazi sasa mimi naweza ambia maimamu wa kwetu wa kusema ukweli na wafate vitu za haki. Pengine pengine mshawaita vikao maimamu hapo uchini kama vijana mkazungumza nao ili mtoe tofauti zenu. Kuna siku mshawahi kikao kama hicho? Tumejaribu kuita tangu tuanze mkutano ya kutengeleza makaburi. Kila imamu anatuambia akubisi. Ana shughuli zao za kufanya. Sasa sisi yetu si ya maana kwa. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni Sheikh wa tutafahamu jina lake Odera, ah, kwa majina ni Haruna Odera mkazi wa Burumba Ward, mashaallah. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Ya Imani, uone e, ndugu yetu Harun anakaa maeneo ya Burumba Ward. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Ya Imani ukiwa basi ni shekhe, ukiwa ni ustadhi e, vijana wanalalamika sana kinywa chao kimebaki na lawama kwa mashekhe kwa sababu walisema kwamba waliitwa kikao Jumanne e, baada ya swala ya Eid pale itangazwa kwamba vijana wakutane katika msikiti wa Safa pale waweze kuenda kuonyesha eneo la ardhi mpya ni wao upande e, wa viongozi. Kwa hiyo viongozi, mnaomba mtenge muda wenu, muweze kutenga time yenu ili mkae chini na vijana hawa ili Uislamu uende mbele. Ni mimi wako Zamil Alfarshi katika tv yako pendwa Zamil TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wa ila liqa Naam, assalamu as alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Mara nyingine tena, kama nilivyokueleza, tutazungumza na vijana ambao kwamba wako katika eneo hili la makaburi ya Marachi wakiendelea kufanya usafi na kheri hii kabisa katika eneo hili la Marachi, Busia Kaunti. Tunao huyu kijana hapa, ambaye amevaa jezi ya Arsenal. Kwanza tuambie, sasa hivi Arsenal pengine iko namba ngapi? Mambo vipi? vingapi? Mambo ya vikombo siulize sana pengine, unaitwa nani shekhi? Naitwa Ramadhan Faisal. Mkazi wapi? Mkazi wa, wa Marachi. Marachi, hapa, hapa. Hapa, hapa. Eneo la makaburi haya. Yeah. <laughs> Na vipi, nasikia eneo la makaburi haya ina mgogoro baadhi ya wahusika eh, waliokaa hapa na waumini waliozikwa hapa. Hii taarifa vipi kwako? Hii tarifa... Mimi pia nimesikia muda mrefu, lakini sasa, unajua sikuwa nataka kufuatilia saa, kwa sababu sijakaa hapa kwa muda mrefu Nda. Nimepata na Islam pia. Nikaanza kusikia fununu kama hiyo. Ah, vipi wewe katika usafi huu wa vijana kila Jumapili nafikiri leo ni kama tangia Ramadhani ianze, ya mpaka sasa hivi vijana hawa wanakuwa katika kila Jumapili wanakuwa makaburini hapa. Wewe, pengine ni siku ya ngapi mpaka Jumapili ya ngapi u hapa hii. Mwasiri Rahma. Ah yeah. Vipi kile katika msikiti wenu, je, kuna kikundi cha vijana ambao kwamba pia wanafanya kheri? Unajua, kila msikiti lazima kuwe na vikundi baadhi ya vijana ambao kwamba wanaendeleza maendeleo katika msikiti huo, msikiti fulani. Kwa hiyo je, katika msikiti wenu kuna kikundi cha vijana ambao kwamba wanafanya kheri katika msikiti huo? Ye wako wa kwanza hata ndio hapa mwenye zangu huko yuko naye hapa. Aha, huyo cameraman. Ya, huyo kamera cameraman. Uh, sasa vipi katika suala nzima ya, ya, ya makaburi haya? Pia kuna mtu wako alizikwa hapa mpendwa wako yoyote bado. Sina yako bado. Mpendo wangu mna ziko wapi sasa? Unajua, sijai pata msiba hapa hapa Busia, ya, ya mtu wangu yote hapa ni kimkazi. Kwa hiyo ina maana wewe mdoya wa Arsenal. Na vipi, lakini ukiangalia Uislamu wa Busia na Uislamu wa Mumias, vipi? Maendeleo ya Uislamu wa Mumias na Muislamu wa Busia, unaonaje? hivyo inataka sisi wenyewe tujitume, tufanye dawa kwa Uislamu. Wale vijana wengine hawajasilamika wote wote, wasilamike pia. Na vipi... sing... harakati kama hizi za... za kidawa kufanya usafi vijana kila Jumapili, pengine kuna heri yote vijana wa kiislamu mumia wanaifanya, so wako wako wako wengi sana, wako wanafanya sehemu gani? hapo hapo hapo, nini kuisera hapo. Hivyo ni mpenzi wa kutazama Zamyl TV Si una simu? Simu ninayo, simu ni nayo, lakini hujawahi fuatilia Zamyl Tv. Ah, sijawahi fuatilia. Hauni kama unakosa mambo mengi kupitia Zamyl Tv. Sasa ndio nimesikia leo, sasa nitaanza kufuatilia. Unawaambia nini wale ambao kwamba hawaangalii Zamyl Tv na hao wanaangalia Zamyl Tv, unawaambia nini? Na pongeze wendelee, wenye wanasikia wendelee kusikia na wenye wanasikia pia waanze kufuatilia. Asante sana. Naam mpenzi wa Tazama TV Nuru ya Imani, huyo kijana wa Arsenal lakini anasema Arsenal namba mbili, lakini nikiangalia mimi hapa Arsenal ni kama namba nne au tano hapo, na nafikiri mwaka huu hawezi beba kombe na lote, hao wamepigwa na maji isipokuwa tunaombea Mungu wale mashabiki wa Manchester United pale, lazima kombe hili liende kwa Manchester au vipi? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu As alaykum wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, hu ni na Chama wa vijana <laughs> na tunaye Chama baada ya kuongea, ni kipindi chetu cha mwisho kabisa, na kama mimi mwenyewe mtangazaji wako, tutaongea katika usafi eh, makaburi haya. Asalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Vipi hali yako chama? Alhamdulillah, nashukuru, labda wewe? Alhamdulillah. Kwa wale ambao hawakufahamu faida yao, unaitwa nani? Juma Ismail. Vipi uh, unaweza kutuelezea mawili matatu katika ile ndani ya moyo wako? Pengine ni mengi, ndugu yangu, ni mengi wallahi, hata sijui inaanzia wapi. Nusu, nusu Busia yetu imeoza, na wenye wameozesha Busia ni viongozi wetu wa hii dini ya Kiislamu ndio wameozesha Busia. Busia yetu imeoza wallahi. Siku ya Idi walituzungumzia wakatuambia, kaunti imetupea ardhi. Ardhi yenyewe mpaka wa leo hawajatuonyesha. Wali, walituonyesha tu makaratasi, upepo tupu. Na inasababishwa nini hasa? Kuna viongozi, chanzo ni viongozi, wahusika viongozi viongozi wetu ndio wabaya. Pengine mshawaita kikao mkakana au chini mkasubiri no, hawaezi kuja. Kwa nini hawakuja? Wana maslahi yao. Kwa kikao wa yetu wana maslahi gani? Wanafaidika nini? Wakikuja kwa, kwa kikao wa yetu wanafaidika nini? Hawana kinyo wanafaidika. Sasa hawezi kuja kwa kikao yetu. Sasa, je, msha suluhisho msha mtafuta suluhisho hasa wa, viongozi. Hasa ni kila siku ni viongozi viongozi kila siku tukiongea na baadhi ya vijana wanalalamikia viongozi. Hasa Yaani, solution kitu gani ili viongozi wakae kwenye mstari ulionyoka? Sisi tutafanya kwa kadri yenye tutawezesha, wataona kwa macho. Kwa kuna lingine au ile makaburi, pengine viongozi ambao wana changamoto na makaburi, kuna lingine pia. Vitu ni mengi, vitu ni mengi hapo, matatu, vitu ni mengi. Kuna maardhi kadhaa na kadhaa si hapa, zinasemekana ni za Waislamu. Kama ipi, iko sehemu gani? Kuna ardhi ambayo iko upande ya fisheries kwa hiyo ofisi ya forest ndio hatuna uhakika bado, lakini tuwafatilia. Kuna ujenzi enyengefaa ifanyike msikiti safa ya library, sijui kuliendaje. Kuna sehemu inaitwa Bugeni no. wakaf walipeana na huyo mzaa lipeana hiyo, wakati ilipeanwa paka wa mpaka waleo ilibaki tu ni historia, lakini sema Bugeni kuna msikiti na kuna harakati inafanyika pale. Je, hiyo harakati ni vipi? Hakuna chochote inafanyika pale ni kupumbaza tu watu. Nasikia kuna nyumba za zilizojengwa pale za maskini na mafukarai na kuna msikiti pale M maskini yupi mwenye anaishi pale? Unajua gani mwenye anaishi pale? kwa hiyo, kwa hiyo ina, ina maana kwamba wanaoishi pale sio maskini wala mafukarai. Binafsi tu wa viongozi walienda wakapata hiyo sehemu ipo hapo, na wakasema basi, wacha tuweke mafukara tuweke mayatima tuweke sijui wajane waketi hapo, lakini hakuna. Kwa hiyo wala si wajana, hakuna kama vijana wa Kiislamu. mmeamua jambo gani au mnasuluhisho gani katika eneo hilo? tutafanya one, two, three, tutafikia tu ukweli vipi katika, kama chama na katika kiongozi wa vijana katika kundi hili? pengine mmejiregister katika mambo ya serikali? ndio nje tunaelekea hapo Baina ya kesho kesho kutwa, Mungu akitujalia, tutakuwa na certificate. Uh, vipi kikundi chenu kinaitwaje? Busia Muslim Umma. Kwa sababu gani mkapea ili kikundi chenu Busia Muslim Umma? Kwa sababu sisi ni wakazi wa hapa Busia Muslim Umma. Auoni kama hii jina imekusanya waislamu wa wazee na wote wote, <coughs> vijana tu peke yao? Kwa hiyo nyinyi madili na, na wazee wote npengine kuna harakati nyingine, pengine mnaifanya kanufanya maka, makaburi ya ni, ni makaburi peke yake. Harakati ni mingi, lakini sasa tunafuata ile protokol. Tulianza na hii, ni lazima tuitekeleze kwanza, kwa sababu tukisema tuiache hii turuke kwa nyingine turuke kwa nyingine, sisi wenyewe ni, wenye ni wachache na tuwezi tekeleza kila kitu. Sasa tunaenda kwa mpangilio, tukimaliza hii tutaenda kwa hizo zingine ambazo zimekutajia hiyo maardhi zenye zipo zinasemekana ni za Waislamu lakini bado hatuna ukweli. Tutafuatilia hiyo library iliyojengwa kwa midomo za watu, lakini physically hakuna. Tutafuatilia hiyo ardhi ya Bugengi pia, tutafuatilia tufike aje, kwa sababu ilisemekana ni shule ya Kiislamu, hadi wa leo hakuna chochote ambayo inaendelea. Unapata na kwa maana Busia hii hakuna shule ya Kiislamu, ni Muslim school hakuna. Busia hii hakuna, na ukiangalia chanzo nini? Serikali ijapita kija kabidhi au ni vipi hapa ni sisi wa Islam. Ni sisi wa Islam. Ndio. Chanzi ikikuwa mtu akijitokeza aseme ndio mimi ndio nitakuwekea kitu fulani, unaangalia kama wewe mwenye uko kipawa mbele. Mfano sasa, mimi wacha ni ni vaa hiyo kiatu kama ya chairman, naitwa naambiwa, sasa kama wewe chairman, tumeona pale makaburini mnafanya ABCD, tunataka kujengea ukuta nini, najipendekeza nikijua pale kuna unga yangu. Sijipendekezi kwa sababu kuna Uislamu a a, najipendekeza kwa sababu kuna unga. Nikishaenda pale nipewe posho yangu ni eh. Wewe kama chama na kuna shule za Kiislamu kwa maana ni shule za ndugu zetu wa Kristo na wa kuna baadhi ya shule wasichana hawaruhusiwi kuvaa hijab. Na kuna baadhi ya shule wanafunzi wa Kiislamu hawaruhusiwi kuswali. Wewe kama chama ni pengine, umewasaidia vipi katika swala hili? Tutakuja hadi tufike hiyo, tupate suluhu ni ipi? Pengine mpaka sasa hivi changamoto unazopata katika kikundi ni changamoto gani pengine? Unajua ni kikundi kimeanza pengine, upande wa uwezeshaji. Unajua kila kitu ni pesa. Je, kuna mbinu gani mnatumia kupata eh, pesa? Kila kitu kinaendeshwa na pesa. Pengine kuna mfadhili na na sponsor, au ninyi wenyewe. Mimi sisi <messizu> wenyewe. 50 100 200 hiyo ndio inatoka hiyo ndio inatumia hizi viti, hiyo ndio inatoka hiyo ndio inatukabilia kila kitu. Sasa pengine kama kuna mtu anahitaji pengine kuchangia chochote cha kwake, hmm, eh, kukuona chairman anaku, anaku, anakupata wapi? Hatanipata tuko, namba yangu ya simu. Tutaji namba yako ya simu. 07 12 27 87 92 Shukrani sana. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV nuru ya Imani, huyo ni chairman wa vijana, amezungumza mengi na kwa uchungu kabisa, na yeye pia katika yale nyuma yote, vijana wakizungumza waliofanya usafi hapa, na mwisho wao tumezungumza na chairman, maongezi ni yale yale, kilio ni kwa viongozi. Vijana wanalia viongozi, viongozi, chairman pia ukiangalia pia ni kiongozi, kiongozi akisema kwamba kitukua maneno yake, Busia Uislamu umeoza. Busia uislamu umeoza. Je, wewe ni mkazi wa Busia? Uko ndani ya Busia, uko Nairobi, uko Mombasa, uko Oman, uko Dubai, uko katika dunia hii ambayo kwamba unaangalia Zamyl TV nuru ya imani, basi inahitajika nguvu zako na mawazo yako katika mji huu wa Busia ili uislamu uende mbele. Viongozi wa busia hasa mashekhe na maimamu na maustadhi, tunawaomba muamke, tunawaomba muwashike mikono hawa vijana, muwatafute hawa vijana, mkae nao chini, mweze kujadiliana, mtoe tofauti zenu, kwa sababu mambo yanayoendelea sio mazuri kwa wengine wanaosikia nje ya Busia. Uislamu lazima tushikane mikono, tupeane mawazo ili Uislamu uende mbele, na naamini kwamba Uislamu huu ukiwa pamoja na vijana, kwa sababu Uislamu ulianza na vijana, na vijana ndio watapeleka Uislamu mbele, kwa sababu wao bado damu yao inachemka na, na, na kuwa na mawazo eh wepesi zaidi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru ya Imani, ukiwa mtazamaji unanitazama, ukiwa ni kiongozi, ukiwa ni maamuma ma ukiwa ni shekhe, ukiwa ni mwanafunzi, ukiwa ni mama, ukiwa ni mama, ukiwa ni nyanya au bibi, basi tunaomba support yenu inshallah kwa vijana, ili Uislamu uende mbele. Afkiri makaburi haya, kipindi cha nyuma mnaona ni misitu kabisa, lakini kwa sasa hivi ukikaa barabarani unaona makaburi yamekuwa masafi, na hii ni juhudi ya vijana. Hakuna support aina yoyote wanaopata kwa mtu aina yoyote isipokuwa ni nguvu zao na muda wao waliowekeza hapa. Kwa hiyo ukiwa wewe ni Muislamu una chochote ambacho kwamba unaweza kwa support ni shilingi 500, shilingi 1000, ni jembe, ni slasha. Basi tunaomba, namba ya chama itapita kwenye skrini hapo, uweze kumpigia uweze kuongea naye na uweze kusupport vijana hawa kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema adallu alal khairi kafa'ilihi. Mwenye kuongoza katika khairi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamlipa kama ilifanya mpaka hapo ulikuwa naye mnyonge wako mtumishi wako mshika viatu vyako, al Ustadh Zamil Alfarshi, katika tv yako pendwa Zamil TV Nuru Imani. Lakini usisahau kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kulike ili wengine waweze kupata mawazo mbalimbali, darasa mbalimbali, na matangazo haya ya muhimu kabisa katika eneo hili la Busia na nje ya Busia na ndani ya Kenya nzima na nje ya Kenya, katika tv yako pendwa Zamil TV Nuru Imani, wa ila liqa.